Alafu sasa baada ya miaka tatu na nusu sasa Mungu mwenyewe atachukua usukani. Mungu atafungua bingu we we pour we hold a a jug, a, jug, a jug like this. The jug of his wrath. Atachukua ni kama birika hivi. And we pour his wrath like this. Natamwaga ghadhabu yake mfano huu. People huwa, we drink

Ghadhabu ya Mungu itakuwa inatiririka, ni mfano wa kumwaga maji na birika, ambapo watu ambao watakuwa duniani watakunywa na kulewa sawia na yule aliyekunywa pombe. Why am I passionate about this? Ni kwa sababu gani nazungumzia haya?